Mauaji hayo yametokea Oktoba 7 2025, saa moja na nusu usiku katika kijiji cha Kilindi, Sanya Juu, wilayani Siha mkoani Kilimanjaro, ambapo mgombea alishambuliwa na wananchi baada ya kumchoma Abdul Muhamedi na kitu chenye ncha kali tumboni. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi inadai kuwa sababu ya mgombea kumchoma kisu Abdul na kupelekea utumbo kutoka nje alikuwa akiamua ugomvi kati ya mgombea na Hamadi Muhamedi, ambapo ulizuka wakati wakiwa katika klabu ya pombe kutokana na kudaiana fedha. Hilo la kujichukulia sheria mkononi limetokea baada ya Daudi Wilibard Tuyahabi, ambaye kwa sasa ni marehemu, kumchoma kwa kisu tumboni na kusababisha utumbo kutoka nje wa ndugu Abdul Isa Muhamedi, mkazi wa Kilingi, kata ya Sanya Juu. Inadaiwa sababu zilizopelekea Abdul Isa Muhamedi kuchoma kwa kisu ambaye bado anaendelea matibabu hospitalini ni kitendo chake cha kwenda kuamulia ugomvi uliozuka kati ya Daudi Wilbard Ntuyehabi marehemu, na Hamadi Isa Muhamedi wakati wakinywa pombe kwenye grosare, na sababu za ugomvi wao ilitokana na kudaiana fedha. Jeshi la polisi mkoa wa Kilimanjaro linawashikilia watu nane kwa tuhuma za kujichukulia sheria mkononi. Msimamizi wa uchaguzi jimbo la Siha, Marko Masue, amesema kwa mujibu wa sheria za uchaguzi, tukio kama hilo likitokea, shughuli za uchaguzi wa ugombea ubunge zinasimamishwa kwa muda. Kwa kama ofisi ya e, uchaguzi tume ya uchaguzi e, nami kama msimamizi wa jimbo la Siha, kwa kweli tumekuwa tumepokea taarifa kwa masikitiko kwa sababu kama mnavyojua alikuwa anaenda kwenye hatua za mwisho kabisa za nini za kufanya uchaguzi. Sasa uh, sitakuwa na maneno mengi e. Sasa ni taarifa taarifatu, kwa mujibu wa kanuni na taratibu inapotokea e, jambo kama hilo, ni nini kinatakiwa kifanyike? Uh, kwa mujibu wa kifungu cha 71 cha sheria ya uchaguzi wa rais wa bunge na madiwani namba moja mwaka 2024 endapo msimamizi wa uchaguzi atapokea kwamba kuna na kujiridhisha kwamba gombea ubunge amefariki, basi maana yake kinachoendelea ni kwamba atatoa tangazo la kusitisha shughuli za za za kampeni au gombea ubunge kwenye jimbo husika mpaka hapo tarehe Baadhi ya ndugu na waombolezaji wakaelezea tukio hilo, taarifa kwamba kuna ugomvi umetokea, kwamba wamegombana, wamepigana hatimaye na uh -huh. Mmoja akawa amefariki, mwingine akapelekwa huko hospitalini KCMC. Tukawa tumempoteza mmoja ambaye ni Daudi. Sasa tukujua sana baadaye tukaambia tukapata taarifa kwamba mpeleka hospitali na akafariki. Uhakika sina kwa sababu sikuwa kwenye eneo la tukio, lakini watu wanasema ni ugomvi ulitokea wao kama vijana, na eneo lenyewe lilikuwa ni sehemu ambayo wanapata chochote kile. Lakini mimi nikiwa Ngare Nairobi nimepigiwa simu muda wa saa tatu nikaambiwa ameshambuliwa na wananchi Nikauliza kwa kosa gani? Nikaambiwa alikuwa anagombana tu na mwenzake. Nikauliza kwa sababu gani? Nikaambiwa alikuwa anagombea, lakini sikufanikiwa kuuliza sababu nini. Lakini katika kufika katika eneo lile husika, nikaambiwa amepelekwa wilayani, kwenda wilayani nikakuta ndio anakata kamba. Na hapa katibu wa chama cha wananchi CUF Adam Ramadhani akalaani kutokea kwa tukio hilo. Sisi tunalani hali kama hizi kutokea, e, kwa mgombea wetu kushambuliwa vikali namna hii, lakini pia wito wetu sisi ni kwamba iko haja ya vyombo vya ulinzi na pia na wadau mbalimbali kufuatilia kwa ukaribu, lakini pia kupinga vitu kama hivi.